Unaenda wapi wewe? Hiyo ni sisi tu wenyewe wasubiri kwenda Uyui. Tarehe mbili wako Uyui hapo Urambo, tuko kanal. Ni maisha haya, tunaenda kwenye vita, vita kubwa kweli kweli, vita ambayo eh, tunachokihitaji ni kuvuka kwenye hiyo vita. Tunafahamu mechi itakuwa ni ngumu. Mpinzani ambaye tunakwenda kucheza naye ni mpinzani mgumu kweli kweli. Simba tumecheza e, takriban robo fainali tano, zote za kombe la shirikisho pamoja na ligi ya mabingwa Afrika kwa kipindi cha miaka sita mfululizo, lakini tunaweza kusema ya kwamba hii ni moja kati ya robo fainali ngumu ambazo tunakwenda kucheza safari hii. Almasiri ni mpinzani ambaye amedhamiria na yeye kwa upande wake kufanya vizuri katika michuano hii. Ukiangalia performance yake tangu ameanza michuano hii inakupa taswira halisi ni mpinzani wa aina gani, lakini na sisi Simba Sports Club tumejidhatiti safari hii kufanya vizuri. Bahati mbaya ama nzuri, tumekutana na kigingi, lakini ili uweze kufikia malengo ya kuwa timu kubwa Afrika huna budi kumfunga kila ambaye yuko mbele yako. Tulishasema ya kwamba robo fainali ya kwanza dhidi ya TP Mazembe ilikuwa ni robo fainali ya kujifunza. Robo fainali ya pili dhidi ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya Orlando, dhidi ya Kaizer, dhidi ya Wydad zote zilikuwa ni robo fainali za kujifunza. Sasa tumesha hitimu tunakwenda kwenye utekelezaji na utekelezaji wake tunaanza na Almasri pamoja na ugumu wake, lakini kwa ubora tuliokuwa nao safari hii na mipango tuliokuwa nao safari hii, imani yetu ni kubwa ya kwamba hii tunavuka. Kuna baadhi ya nyota ambao wanakosekana, tumezungumza na kocha ametueleza hilo. Shemaron Fondo Ashimula uh, pia ipo kwenye kikosi, lakini kwa mchezaji kama Fondo ambaye uh, amekuwa na consistency ya kucheza kwenye kikosi cha kwanza uongozi uh, binafsi kwenye, kwenye hili lime, limeumiza sana. Yeah, unapomkosa mwanajeshi wako hasa unapoelekea kwenye vita husika inakuwa ni, ni pengo uh, Shema ukitoa tu ubora na umahiri aliyokuwa nao, lakini ni kiongozi uwanjani na ndio mchezaji ambaye kwa timu tuliyokuwa nayo walau wana miaka mingi pale uwanjani. Kwa hiyo tumekosa mtu muhimu mno, lakini unapokuja kwenye swala la kiufundi kwetu hakuna pengo la aina yeyote ile kwa sababu anayekuja kumreplace Shea Malon naye ni bora vilevile, kwa maana ya Inspekta Karabwa. Kwa hiyo kwa sisi Simba Sports, kwenye upande wa kiufundi hatuja miss ama hatuta miss, wala hakutakuwa na pengo la kumkosa Shea Malon fondo, kwa sababu wanaokuja kusimama pale kwa maana ya Abdulrazak Hamza pamoja naye Inspekta Karabwa ni watu ambao wana uwezo wa kufanya kazi yao kwa ufanisi na ubora wa hali ya juu. Vipi kuhusu Pin Pin Kamara? Kamara yuko fiti. Hmm, e, aliumia kwenye mechi dhidi ya Azam akapata matibabu na akaitwa kwenye timu ya taifa ya Guinea akaenda na wenyewe kule, wakaenda wakamexamine na wakaona yuko sawasawa, akafanya mazoezi ya kutosha na timu yake ya taifa ya Guinea juzi amerejea. Jana alikuwepo uwanjani kuangalia wenzie, na leo yuko safarini uh, yuko tayari na yuko timamu kuitumikia Simba, na ndio maana yuko safarini kuelekea Misri, hii, hii, hii robo finali ya kwanza. uh, robo finali ya pili itachezwa hapa nyumbani lakini yeah. Majuzi kupitia mkutano na waandishi wa habari ulizungumza kwamba mmechoka ku, kuishia robo, mnaitaka nusu fainali ya michuano kombe la shirikisho la Afrika. Kwa namna ambavyo safari inavyoanza maandalizi ya kikosi unaahidiwa na Simba, kuna kuna uwezekano wa kuingia nusu msimu huu. Binadamu lazima upige hatua kwenda mbele e, na ndo kitu ambacho Simba tunakitaka safari hii tumeshafika robo fainali nyingi tu, ambao nao pia sio mafanikio madogo hata kidogo, hasa unapokuwa unafanya hilo jambo kwa marudio. Eh, kuna watu eh, wameshindwa kufika robo finali, amekuja mwaka huu mwaka, mwaka ujao hayupo. Lakini kwa Simba tumekuwa na mwendelezo huo wa kufika robo finali, kwa hilo peke yake ni fanikio kubwa, lakini hatupaswi sasa kuishia hapo ama kujivunia kuishia hapo. Tunapaswa kupiga hatua kwenda mbele. Na tunapigaje hatua? Ni kwa kumtoa Al-Masri na kwenda na kwenda hatua ya nusu fainali. Haitakuwa rahisi, lakini inawezekana kwa sababu ya ubora tuliokuwa nao. Nachoweza kudiriki kusema ya kwamba safari hii Simba Sports tuna timu bora kwenye robo fainali kuliko tulipokuwa na timu eh, miaka minne ama mitano iliyopita ambazo tulikwenda nazo kwenye hatua ya robo fainali, hii peke yake inatupa ujasiri ya kusema ya kwamba hii tunavuka. Thamani ya mchezo huu tumebeba bendera ya Tanzania na East Africa. Kwa hiyo ya, thamani ya mchezo huu ni mkubwa sana ee, ukiachilia mbali bendera, lakini tumebeba mioyo ya wanasimba ambayo kwetu ni kitu muhimu sana matarajio ya wanasimba ni makubwa mno katika mchezo huu. Wanasimba wanataka kuiona simba yao inatoka hatua hii ya robo finali na kwenda nusu finali, lakini kama haitoshi, Afrika Mashariki yote inamtazama mnyama anafanya kitu gani, avuke kwenda hatua inayofuata. Tumeibeba bendera ya Afrika Mashariki, tumebeba bendera ya Tanzania, kila Mtanzania anatuangalia sisi tunaipa heshima gani taifa letu? Tunaipa heshima gani ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati? Na wanasema ka, e, kipele kimepata mkunaji. Sisi hizo ndio kazi zetu za kuwakilisha taifa, za kuwakilisha Afrika Mashariki, ndio kazi zetu za kuwafurahisha mashabiki wa Simba. Tunakwenda Misri kwenda kuwafurahisha mashabiki wa Simba katika mchezo huu wa kwanza. Ni mchezo ambao tunakwenda kutafuta matokeo ambayo yatatupa nafasi nzuri katika mechi ya marudiano, na hili wanasimba ni vema wakaelewa vema. Katika mchezo huu wa kwanza kule Misri tunakwenda kutafuta matokeo ambayo yatatufanya mechi ya marudiano iwe nyepesi kwa upande wetu. Kwa hiyo, tukipata ushindi ahalani wasahala, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tukipata sare ahalani wasahala, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, na hata ikitokea kwa bahati mbaya, Mwenyezi Mungu aepushie mbali tukafungwa mchezo huo, lakini mechi yetu ya tarehe tisa, mechi yetu ya marudiano Dar es Salaam, mechi yetu ya marudiano Benjamin Mkapa ndio itakuwa mechi ya kufa na kupona. Tutafanya kila kinachowezekana mnyama aweze kufuzu kwenda hatua ya nusu finali, na ndiyo mechi hiyo ambayo wanaSimba sasa kutoka kila pembe ya dunia wanapaswa kuja Benjamin Mkapa na ni, ni kwa hapa, nianze kuwapongeza wale wana Simba wa mikoani, wameshaanza kufanya juhudi za kuja uwanjani. Nimeona matawi mengi yameanza kujikusanya, washaanza kukusanya nauli zao kwa ajili ya kuja Benjamin Mkapa. Sasa eh, kazi iendelee ya kuendelea kuhamasishana mashabiki wa Simba wenyewe kwa wenyewe kutoka mikoani tunawahitaji watu wengi zaidi waje tarehe tisa wahapa Dar es Salaam na wenyewe ndo wasituangushe, na wenyewe waanze kuhamasishana. Tarehe tisa tukutane Benjamin Mkapa. Yaani pale Benjamin Mkapa siku ya tarehe tisa unageuka kuwa uwanja wa vita. Mnyama anataka nusu finali, yani hata kama inatakiwa tukutoe Diego ili Simba tupate ushindi <laughs> Atukuache baba afkii eh? ah. eh. ah. niombi wanataka we aliyenona Diego umenona. eh. <laughs> <muji> umenona wewe chiko eh, chiko chiko, mzuri <m> msimu <classrooms> mzuri huu. Simba mmecheza michezo miwili kwenye nchi za uharabuni kwa maana ya Tunisia mechi moja lakini pia Algeria mechi moja. Mnakwenda sasa so kwenye ukanda huo huo kwa upande wenu inaweza ikawa ni faida kwa kucheza tena kwenye ukanda huo baada ya kuwa mmepata matokeo mazuri nini mechi zilizopita? ya Yeah, tumecheza Tunisia, tumecheza Algeria, na sasa tunakwenda kucheza eh, Misri, alafu tutarudi tena kucheza Misri, na fainali tutakwenda Morocco, sijui mm. Umeelewa? na Libya, na Libya eh. Yani, tuna robo fainali dhidi ya Misri, dhidi mm -hmm. ya Al-Masri Misri Tuna nusu fainali dhidi ya Zamalek Misri. mm -hmm. Alafu robo finali sisi na RS Berkane resberkan Morocco. yeah. oh. yeah. shapanga kabisa sasa, hiyo itakuwa mara mar mar nyingi. Simba huwa tunapita njia ngumu sana. yeah. E, very, very hard way e, ukiangalia Simba kuanzia mechi ya kwanza ya kuania kufuzu kuingia hatua ya makundi tulikutana na Kigingi cha, cha, cha, cha, wa Libya wale. Mechi ikawa ngumu lakini, kwa ubora wetu tukafuzu, tukaenda kwenye hatua ya makundi tukakutana na timu mbili kutoka Afrika Kaskazini, Sfaxien pamoja na Constantine. Lakini kwa ubora wetu Simba Sports Club tukafuzu na tukaongoza kundi na kama haitoshi, robo fainali tumepewa tena timu nyingine kutoka Afrika Kaskazini na nusu fainali vilevile timu nyingine kutoka Kaskazini. Yote hiyo ni njia ngumu ambayo mnyama anapitishwa, lakini tutakwenda na njia ngumu hiyo hiyo. Wanasema the hard way is the only way, njia ngumu hiyo hiyo ndio hiyo hiyo tutakayotumia mnyama kupata mafanikio. Experience tuliyoipata e, kucheza na Constantine tulioipata kucheza na Sfaxen, hali ya hewa ya baridi ile ni mazingira ambayo yanatupa ugumu. Ama consolidation ya hilo imekubali, ime imekubali eh? yenyewe hiyo consolidation conso, ah, ndio shida ya kurudia mm, eh, ubaya bwala haina rivers <laughs> kwa hiyo yanatupa ugumu, yanatupa yanatupa ile ukomavu eh, hey, hiyo neno sahihi, yanatupa ukomavu eh, wakwenda kufanya vizuri katika mchezo. Na kingine kizuri ni kwamba tunakwenda Almasri ambao kimsingi, sisi ni mji wetu. Kwa miaka miwili mtawalia tumekuwa tukiweka kambi pale Almasri kwa hiyo tunafahamu mazingira kinaga ubaga, hakuna wa kutueleza chochote katika mji huu. Kwao kimsingi, ni Simba anakwenda nyumbani. Tumeshazoea mazingira ya kaskazini, tumezoea mazingira ya Misri, tumezoea wapinzani wa aina hiyo. Itakuwa ni mechi nzuri sana kwa upande wetu, hakuna kitakachotushangaza. Ahmed, la mwisho na sio kwa umuhimu, Zengwelo. E lznln mm. za kipi cha kuambia kutokana na, na vikao vyal vikao vimefanyika mm. na viongozi wetu wamekwenda kwenye vikao na tumemsikia mwenyekiti wetu Murtaza Ali Mangungu Chuma ameeleza kwa ufupi kile ambacho kimejiri kwenye, kwenye kikao muhimu. Wanasimba sisi tuwe watulivu mm. na kwa sasa concentration yetu itujielekeze Misri kwenye vita yetu hii dhidi ya, ya, ya, ya, ya, ya Almasri na tusubiri taarifa kutoka kwenye mamlaka husika. Waziri ndiye ambaye alitisha kikao, kwa yeye ndio atakayekuwa kuwa kwenye nafasi nzuri ya kuzungumza, wamezungumza kitu gani na wameafikiana kitu gani. Sisi kwa sasa tutulie, tuwaache viongozi wetu wafanye kazi kwa maslahi ya Simba, lakini kwenye levu ya ushabiki sisi, concentration yetu iyekee kwenye hatua ya robo fainali. Hili ndiyo jambo muhimu mno ambalo liko mbele yetu hivi sasa, tunatakiwa kuvuka hapa kwenye robo fainali kwenda nusu fainali. Haya mengine tuyaache kwenye levu hiyo, yaendelee kushughulikiwa. Sisi tujitimize wajibu wetu kumtoa Simba hapa kwenda robo fainali, nusu fainali. Yes, sisi ah, eh, tunacheza asa, haiwezekani Emanula, mm, ah, <laughs> <laughs> <laughs> e Emanula yupo eh, alikuwa majeruhi, amerejea jana, tumemwona kwenye bench. Kwa hiyo bado hajakaa sawasawa sana, haja, haja, hana match fitness inabidi abaki Dar es Salaam akiendelea na training. Daku daku kwenye ndege baba, sio tu ndege, ndege ya kwenda Misri, sio ya kwenda Rungwe Bana. tumebaki peke yetu, tunatumia hii Terminal 3 raha, ah, raha vibaya. kwa, kwa, kwa. Eh, sisi, eh, sisi ni watu wachoyo tunapenda tuna, tuna vitu vyetu peke yetu. Mm -hmm. eh, <laughs> watoto wote chali saizi <laughs> eh, wanapambana watu wengine wanaenda zao Mpanda Airport, eh, eh, ya, ya, ya, ya kwenda Songwe ile eh, wengine wako zao kwenye sijara saizi, ah, wananitafuta Dodoma eh. Mm. Tumebaki wenyewe sasa mata mm. Haya mashindano aa, mchezo na mashindano ya Afrika wewe, hakuna <laughs> timu za kudhamini huku huku <laughs> <eee. laughs> tuko wenyewe tu huku <laughs> <Eee. laughs> aa, tuko wenyewe tunatamba. Au ukaenda kumshangaa Farao Hey. Hey, au mapyramids hey. Lakini kwenye mechi ni sisi peke yetu hey. Afrika inajua sasa hivi, Simba anatoka Tanzania anakwenda Misri, na wengine wanafanyaje? wanakwenda Tabora, sijui lini. Kupanga ni kuchagua hey. <laughs> <laughs> sisi tumechagua mafanikio. Eh, Misri sasa hivi, wenyewe wabaki na maandamano Bana mimi, acheni niende jamaa. Si enjoy mpata content nzuri. Eh, yeah. Eh, basi pandisheni mapema hiyo, na nikifika Misri nitawatumia kipande yeah. Mpandishe wanangu eh. <laughs> na wiki nzima Misri pale. Mtakuwa mnanipigia video call, tunafanya interviews. Mm. Eh, mji mmoja wa Ismailia. Mm. Ismailia ni ni, ni mji wa kihistoria wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa Misri pale e, pembezoni yake unapita mfereji wa Suez Canal ni hatari baba e, hmm. Kuna meli zinapita pale kutoka Ulaya ya Mashariki zinakuja Asia na Tanzania kuleta mizigo e. Wewe unaenda wapi we, we? Hiyo <laughs> <Hizo mnaona nyinyi tu. laughs> ni sisi tu wenyewe wasubiri kwenda Uyui. <laughs> <laughs> Uyui <ni wapi? laughs> <Uyistabola baba. laughs> mbili wako Uyui hapo Urambo, sisi sis tuko tuko kanali, ni maisha haya.